Mheshimiwa Waziri Mkuu mwaka 2019, eh, Dr. Samia Suluhu Hassan kipindi hicho akiwa makamu wa rais, alituzindulia huduma ya Tabasamu Account. Na nia ilikuwa ni kwamba kupitia huduma za kifedha ambayo inatoa benki yetu ya TCB basi tuweze kumletea mwanamke tabasamu. Na toka kipindi hicho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, na mpaka mwisho wa mwaka jana tumeshatoa mikopo ya takriban bilioni 360 kwa wanawake na ukiachana tu na mteja binafsi mmoja mmoja, lakini tumegusa vikundi elfu nne na ukiangalia hiyo kwa mmoja mmoja, maanake tumewagusa wanawake laki mbili na elfu arobaini Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapo tunamaanisha nafasi za ajira na tunamaanisha kupanua wigo eh, wa mapato ya serikali na kiasi hicho cha bilioni 360, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ukilinganisha na biashara yetu yote ni asilimia 30, lakini ukiangalia ukalinganisha mikopo ambayo tumetoa kwa wafanyabiashara wadogo na wakati ni asilimia 50, ambayo bado inaonyesha kwamba tunaz, tunathamini sana usawa katika fursa za kimaendeleo. Kingine Mheshimiwa Waziri Mkuu, na niwapongeze kwa kweli wateja wetu wanawake katika hela zote hizi tulizozitoa mia tatu sitini, inawezekana mnajiuliza ehe, yote inalipika? Kwa kweli mikopo chechefu ni asilimia moja nukta nane pekee. Kwa hiyo niwapongeze sana wanawake, ni wateja wazuri, na kwa maana hiyo basi, na ndio maana tumekuja na maboresho ya huduma yetu hii ya ya ya tabasamu ili kuleta tabasamu zaidi. Mchango mkubwa kwa kila sekta kwenye nchi hii unachangiwa kwa asilimia kubwa na wanawake. Mheshimiwa Mgeni Rasmi, utaeleza takwimu za kilimo na yanayoendelea. Kwa hiyo wanawake wamekuwa muhimili na chachu kubwa ya maendeleo ya familia, jamii na taifa kwa ujumla. Kwa hiyo Mheshimiwa Mgeni Rasmi, kwa maelekezo ya serikali chini ya Kamanda na Amiri Jeshi Mkuu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan akasema twende kwenye kanda na sisi, Mheshimiwa Mgeni Rasmi, tumetekeleza hilo. Kama nilivyoeleza awali Mheshimiwa Mgeni rasmi Hizi ni shamla shamla kuelekea kilele, kilele kitafanyika Arusha tarehe nane, ambapo mwenye mamlaka Amiri Jeshi Mkuu, mwanamke shupavu jembe na jemedali wa kweli, mwanamke ambaye ameandika historia taifairi Hassani, ya taifa hili Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndiye atakuwa mshereheshaji namba moja kule Arusha. Maadhimisho ya mwaka huu yanaongozwa na kauli mbiu isemayo wanawake na wasichana 2025 tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji. Kauli mbiu hii ukiangalia pia na kongamano ambayo nimeshaitaja hapa mwisho wengine nasi zimechaguliwa mahususi, kwanza ili kama taifa tufanye tathmini ya mchango wa wanawake katika maendeleo kwenye sekta zote, lakini la pili, kwa pamoja kupitia makongamano haya tudadavue tujue fursa zilizopo za uwezeshaji wananchi na hususani wanawake na makundi mengine ndani ya jamii, changamoto wanazokabiliana nazo, na kwa pamoja tuweke mikakati kama taifa katika kumwezesha mwanamke kupambana na ukatili na kuhakisha mpango wa mwanamke unatambuliwa sawia na kwa usawa na mwanaume, tukiamini maendeleo bila ushiriki wa kila Mtanzania hayawezi kupatikana. Mikoa yote iandae mkakati na mpango kazi wa utekelezaji wa haya maazimio ambayo tumeyazungumza hapa, haya maelezo nieleza hapa, ndio maazimio. Na viongozi wa serikali mlioko hapa, nenda mkatengeneze mpango kazi na msimamie kwa jamii, kwamba jamii yetu inaishi vizuri na haipati tatizo, na isimamiwe kweli kweli. Pale ambapo kunatokea tatizo, hatua kali zichukuliwe. Wanawake wenyewe, endeleeni kuhamasishana kutumia fursa zilizopo kwenye maeneo yetu na hasa uwepo wa madirisha haya ya kwa ajili ya kupata mikopo. Si vyema kiongozi mkuu anakuja hapa anasema, mimi sijapata mkopo. Mikopo ipo kwenye maeneo yetu, halmashauri ipo, kwenye benki zetu ipo, taasisi za fedha ipo, lakini muhimu kwenye hili angalieni masharti, hasa wale wanaojitokeza kukopesha mtu mmoja mmoja ndio hiyo mikopo inaitwa kausha damu. Haikubaliki hiyo mikopo kausha damu. Waheshimiwa wakuu wa wilaya, nyie mko kwenye watu, hakikisheni hawa wanaoendesha biashara za mikopo ya kausha damu hawapati nafasi hiyo. Kwa kufanya hivyo, tunaathiri maendeleo na mwenendo wa maendeleo ya mwanamke au mjasiriamali yoyote. Serikali yetu inatambua umuhimu wa kukuza usawa wa kijinsia lakini pia uwezeshaji kwa wanawake kama njia mojawapo kustawisha kuimarisha ustawi wa jamii ili kufikia maendeleo jumuishi ambayo tunataka tuyaone, sasa ya kila mmoja akinufaika na fursa zilizopo katika nchi. Tunapozungumza haya, tunataka tuzungumzie upatikanaji wa huduma za msingi zile za jamii, lakini pia pale ambako anaweza kujikita katika uchumi, kuhakikisha kwamba anapata fursa ya maeneo ambayo anaweza kumpatia tija na kumpatia uchumi. Anaweza kufanya biashara, anaweza akashughulika kilimo, anaweza akafuga. Hizi shughuli zote hizi zinamletea uchumi mwanamke, lakini pia tunapokwenda na haya, si serikali kuweza kumuimarisha mwanamke, hatujaacha tu hatu miongozo waziwazi, tumeiwekea sera, sheria na kanuni zake ili kumlinda mwanamke wakati wote anapotekeleza majukumu yake. Kwa hiyo jukumu letu kama serikali ni kuhakikisha kwamba haya yote yanafika yanamfika mwanamke popote alipo na anufaike nayo, na nilipokuwa nazungumza kwamba maslahi, maadili, uwezeshaji na maadili na kila kitu, na kwamba tunatoa nafasi kubwa kwa mwanamke kuweza kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo, haijaishia kwenye sheria, kanuni na na ile sera peke yake. Hili jambo liko pia hata kwenye katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na iko kwenye sura ya tatu ibara ya kumi na mbili kipengele kidogo cha pili na ibara ya ishirini na moja na ibara ya ishirini na mbili kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.